Runinga ya Citizen ni afueni kwa jamii zinazoishi katika msitu wa Boni huko Lamu baada ya kupokea chakula cha msaada kutoka kwa wafadhili. Jamii hizo zimekosa chakula kwa muda mrefu kutokana na kiangazi kikali kinachoshuhudiwa katika maeneo hayo. Wakati huo huo, wafadhili wametoa wito kwa serikali kuingilia kati na kutoa suluhu ya kudumu kutatua changamoto hiyo ya mara kwa mara ya ukosefu wa chakula na maji safi ya matumizi. Barabara pia tumeona ni mbaya kama vile walivyodokezea na inahitaji kweli serikali iingilie, kwa sababu watu hata kutoka hapa kwenda kutafuta chakula ama mahali pengine inakuwa ngumu sana. So kama serikali itaingililia kusaidia mambo ya barabara itakuwa pia wahifadhi wa, wa, wa ama wa, wafadhili watakuwa rahisi kwa kuja. Hakuna maji maji maji, wanafaa kutembea hapa like 30 to 30 minutes, 35 minutes, waenda wachote wa maji, na wakichota maji they have to pay 100 shillings. Maanake lazima watumie bajaji, watumie bajaji ndio wachote wa, wa maji na lazima watoshingimia kumlipa mwenye bajaji. Tuliposikia kuna mambo ya ndaa imetokea, na tukaona watu wakaamka kule, haswa wamama, wamama mpaka wamelia wakisikia ndugu zao hapa hawana hata futari. So Mungu akatujalia, ile tumekuja na tani thalathini, chakula cha kutosha nyumba mia tano nyumba mia tano watapata chakula. Nafikiri kila nyumba karibu kilo arobaini, hamsini, kutoka kaunti nambari tano. Turejee kaunti namba 47 hapa studio. Mimi napata fursa ya kupumua kabla ya kuajia na taarifa zilizosalia.